Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025 2026, Wizara na taasisi zake zinatarajiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 13 milioni 656 laki moja tisini na tisa elfu Mheshimiwa Naibu Spika, ili kufanikisha utekelezaji kuithinishiwa... wa vipaumbele vilivyoainishwa Wizara inaomba kuidhinishiwa jumla ya fedha kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2026 Wizara ya taasisi zake inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 687 milioni 698 laki nne themanini na tisa elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, maelezo ya kina na mchanganuo wa maombi ya fedha za bajeti ya kila fungu umeainishwa katika vitabu vya randama